Changamoto lio nikabili mimi, nilipata ajali ya gari nikaweza kuvunjika uti wa mgongo, pingili tatu za mgongo. Ndo, ikanipelekea mimi kupooza kuanzia kwenye mbavu, mpaka kwenye miguu, mpaka kupoteza mawasiliano, mpaka hamna na choice, mpaka mpaka sasa na ni takriba miaka mitano. Hapana, hapana mawasiliano huko chini, kuanzia kwenye mbavu kurudi chini. Hii sio simulizi wala hadithi ya kutungwa, bali ni maumivu na mapito makubwa Aliyoyapita kijana Paulo Leopold Peter mkazi wa mkoa Manyara, ambaye kwa sasa anaishi Haydom wilayani Mbulu. Harakati za maisha zilimfanya asake ridhiki huku na kule, lakini alijikuta katikati ya ajali mbaya iliyopelekea kuvunjika uti wa mgongo. Hatima ya maisha yake kwa miaka mitano ikasalia hivi. Paulo Leopold Peter, nini kilimsibu hadi kujikuta katikati ya ajali? Hapa anatusimulia hadithi ya maisha yake na mapito anayopitia kwa sasa. Ha, maisha yangu ya awali, siku hiyo nikapata nika safari nikienda Arusha, wakati narudi nilikutana na, nilikuta na gari la nyumbani, nikaomba lifti kwenye gari la mizigo. Wakati narudi, tumefika maeneo ya Makuyuni, ndipo magari akapata ajali akagongana uso kwa uso mimi nikatupwa nje nikapigiza mgongo chini kwenye lami, na hapo ndipo nilikuja kujiona sina miguu kuchini. Na watu katika kunipa huduma ya kwanza walijua mimi nimeumia kwenye nyuma ya kisogo, sababu kulikuwa kunatoka damu, hawakujua kama mimi nimevunjika mgongo. Kwa hiyo ile kunisaidia, wakanikalisha na mtu akakaa nyuma yangu, na huku nimevunjika mgongo, ile kitendo kilikuwa kinauma, na watu wajue mimi naumia wapi. Siku ile ilibidi kukaa saa tano usiku. Kwa hiyo baada ya hapo wale mapolisi wa njiani walikuja akatupa huduma ya kwanza wakwanza, wakanipeleka hospitali ya Munduli. Nifika Munduli wakagundua kwamba nimepata nimeumia sehemu kubwa, wakaniwasha Mount Meru. Mount Meru ndipo nikajulikana kwamba nimevunjika uti wa mgongo. Kwa baada hapo ni matibabu yakaendelea kama siku tano, kutokana na fedha hamna. Baada ya hapo Mount Meru wakanishindwa, wakanisafisha kwenda KCMC. KCMC pia nikakaa kwa ajili ya maisha pia ni magumu, za maisha ni magumu, nikakaa mpaka pila wananchi walipoamua kunichangia ili nipate huduma ya kufanya operation. Kwa msaada wa ndugu, jamaa na marafiki ndio uliompelekea yeye kupatiwa matibabu mpaka hivi leo afya yake kubaki hivi. Kwa wananchi wakajitoa kunichangia, ndugu akatoa kunichangia, pia mwenye gari pia alijitokeza pia akanisaidia, ndio nikapata kufanya operation, lakini saa hiyo nimekaa zaidi ya siku kama mwezi mmoja hospitali, ila matibabu yote baada hapo ndivyo hela zilipatikana zaidi ya karibia milioni nne, watu wananchi walivyojitoa na ndugu pamoja na mwenye gari, nikapata huduma nikafanya operation. Madaktari walichoniambia kwamba bwana, endelea na mazoezi, Mungu wako atakusaidia. Tulipofikisha hapa ni uwezo wetu, mwingine ni uwezo Mwenyezi Mungu, kupambana na mazoezi. Kutokana na ugumu wa maisha, hali duni ya kipato, ikambidi arejee nyumbani ili kuendelea na mazoezi ya mkini siku moja, akiwa na matumaini makubwa ya kupona. Na moja mwezi wa sita nikatoka hospitali, mazoezi. Sasa, kwa kuanzia hapo nikatoka hospitali nikaanza mazoezi kwa kusaili KMC. Sasa kwa gharama za KMC tulizishindwa, na maisha yalikuwa magumu, ilibisa tufanya namna ya kurudi nyumbani. Tukaona kurudi nyumbani, kukaa nyumbani kule, kuja kliniki ya Haydom pia ni gharama kwa usafiri kwa watu chumba chumba hapa. Ama kwa hakika mficha maradhi kifo humumbua. Kijana Paulo Leopold Peter, kauli hii inamfanya impe ujasiri wa kujitokeza mbele ya wa Watanzania ili kuomba chochote kitu ili aweze kujikimu kimaisha pamoja na kupata huduma ili arejee katika hali yake ya kawaida. Bado ana matumaini, sasa mazingira ni magumu sana na pia nafika mahali unakosa hata kitu cha chakula, kutokana na kwamba unategemea kuomba kwa watu. Babangu hawezi kufanya kazi kutokana na yuko kila saa kunisaidia mimi, yeye ni kunigeuza upande huu, upande huu, upande huu ili nisisi kupata tu... vidonda nazi kutoka kutafuta. Kwa hiyo mazingira anaishi hivi ni mazingira magumu kupita kiasi, mpaka nakuja mbele nikuomba ndugu zangu, naomba mnisaidie ili niweze kujitoa katika changamoto basi tuweze kupata tu vidonda vyangu tuweze kurudi katika hali ya kawaida. Vidonda hivi ni vikubwa sana ndugu zangu, vinanitesa na vinazidi kunizoofisha. Ni vile tu maumivu mimi si siyapati, ile ni vidonda vikubwa sana, vinatoa na harufu. Kwa hiyo naomba ndugu zangu mweze kunisaidia niweze kupata kutibu tu vidonda kusafishwa mara kwa mara, angalau nirudi katika afya yangu huku chini na miguu yangu. Uni, mnisaidie weze kutokana na changamoto. Nakuomba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mama yangu mweze kunisaidia mweze kutokana na changamoto hii. Pia wadau mbalimbali mweze kunisaidia, pia Chris Ilkosi ambaye umekuwa mdogo wakusaidia wenye changamoto ya ulemavu pamoja na Watanzania wote kwa ujumla, na mimi niweze kunisaidia, niweze kupata kiti mwendo hicho kitakachoweza kunisaidia kusimama na kukaa na kuweza ku... kunipa kuni... matibabu kwa ujumla, sababu sau kiti hicho ndipo nikikipata kitanisaidia mimi kuondokana na kulala kitandani mara kwa mara. Na ndugu zangu, niweze kunisaidia, asante sana. Kwa mawasiliano, wanakupataje wadau ambao wataguswa na hali yako? Kwa mawasiliano, wanapatikana kwa namba ya sifuri saba 642 itatoka jina la Leopold Peter umbu, ambaye ni baba wangu mzazi, aliosajilia laini sababu za kwangu zilipotia kati kwenye ajali. Waswahili husema kutoa ni moyo wala si utajiri, na maisha ni fumbo, hakuna ajuaye kesho. Tu msaidie kijana huyu ili aweze kujikimu kimaisha na kupata mahitaji yake ya dawa pamoja na vifaa vitakavyomsaidia kutoka. Hapa wilayani Mbulu, mkoani Manyara. Mimi ni Marcel Lazaro, na hii ni Klaus.